Mheshimiwa makamu wa rais, kwa jiografia tu hapa tulipo, hapa pembeni hapa kuna ule mradi wetu mkubwa kabisa unaozalisha umeme wa gesi na umeme ule mheshimiwa makamu wa rais, ndio ambao umepelekea Dar es Salaam leo tuwe very stable katika masuala ya umeme, na ndiyo maana leo na Dar es Salaam tumekuja na agenda yetu kubwa ya biashara saa 24 na katika hili makamu wa rais, naomba kwa dhati tuwapigie makofi sana benki NMB kwa kutuunga mkono sana. Mheshimiwa makamu wa rais, Dar es Salaam consumption yetu ya umeme kwa siku huwa ni kama mega watu 686. na hii yote inatokana na tayari miundombinu yote ya umeme kuwa ipo vizuri sana. Tupelekee salamu kwa Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi nzuri ambayo inaendelea kufanywa ndani ya mkoa wetu wa Dar es Salaam. Dar es Salaam peke yake ina matawi ya benki ya NMB 34, leo unazindua na hawa ni wawakilishi, lakini kwa hakika ni ki watu wengi ambao wanakwenda kunufaika kutokana na uwepo wa tawi hili. Moja, tunanufaika kwa sababu wadogo zetu na kaka zetu wanapata ajira. Lakini mbili, tunanufaika kwa sababu fedha zinawekwa kwenye maeneo maalumu. Lakini tatu, tunapata uwezo mkubwa wa kutanua kodi ndani ya taifa letu linalolipwa na benki, na mwaka jana pia wenzetu wa NMB wamekuwa pia ni vinara wakubwa sana kwenye ya wa wenye masuala ya ulipaji wa kodi za taifa letu. Naomba pia tuwapigie makofi. Hapa tulipo Kinyerezi, ukienda hapa mbele ni Kifuru, ukienda mbele ma-ni maramba ni, ma, mawili tunakwenda tunakwenda pamoja mpaka kule Mbezi. Leo mheshimiwa kama rais, tunao mradi mkubwa sana wa mabasi kwa kasi ambayo muda sio mrefu serikali yetu itasaini mkataba wa kujenga awamu ya awamu ya tano kwa maana ya phase 5 BRT ambayo itaanzia hii Mandela Road inakuja moja kwa moja mpaka upande huu wa Kinyerezi. Kwa lugha nyepesi, maana yake ni kwamba maendeleo makubwa kuanzia ile barabara iliyopita majumba sita kuja mpaka pale Mbuyuni kuja mpaka hapa Kinyerezi kwenda mpaka, mpaka Kifuru na upande mwingine maendeleo yatakuwa ni makubwa sana na usafiri utakuwa connected almost katika maeneo yote ya mkoa wa Dar es Salaam. Leo tuko phase 4 na phase 4 ina lot tatu, ina lot inayotoka hiyo kuja moja kwa moja Mwenge, lot inayotoka Mwenge kwenda kule moja kwa moja basi haya mpaka Bunju, na lot ya tatu ni inayojenga ina eneo ya parking au maeneo ya parking ya mabasi yaendayo kwa kasi. Sasa kuna mtu mmoja juzi nilikuwa nazungumza naye akaniambia Mheshimiwa Chalamila, mimi sijabahatika, fedha hazijanipitia kabisa, wala fedha hazijanitembelea. Nikamuuliza, wewe umekwisha kuwa na jitihada gani kuzitembelea fedha? Mheshimiwa makamu wa rais, hakuna fedha inayoweza kutembelea wewe usipokuwa na jitihada ya kuitembelea fedha. Kwa hiyo kaua nyepesi hii, ni miundombinu ya umeme ya barabara ya mabenki kama haya, tayari ni fursa, kwamba mimi niko naitwa fedha, wewe unaitwa mwanadamu wa kawaida, tutembeleane ili tuweza kuimarisha uchumi wa kawaida. Nazidi kusisitiza, acha kulalamika. Mkoa wa Dar es Salaam sio mkoa wa malalamiko, huu ni mkoa wa kutafuta fedha ni mkoa ukitafuta fedha mo kama rais, kwa sababu miundo mbinu inaruhusu. Ukienda kwenye mikoa mingine yote, unaweza usione flyovers hizi, unaweza usione umeme mkubwa wa namna hii, unaweza usione mega projects kubwa za namna hii. Lakini Dar es Salaam kwa sababu pana fursa namna hiyo, tutumie fursa hii, tujiunganishe na NMB tupate mikopo, ili mambo yaweze kuwa mazuri sana.